Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Huku zoezi la kuhakikisha wanafunzi wa gredi ya kumi wamejiunga na shule kwa masomo likiingia siku yake ya pili, machifu wanaendelea zoezi la kuhakikisha wanafunzi wote wanafika shuleni mjini Mombasa kwa kuzuru mitaa na kuhakikisha hakuna mwanafunzi anasalia nyumbani. Francis Mtanaki anaungana nasi hivi sasa kwa mengi zaidi kutoka Mombasa. Asante sana Mashirima, kutoka maeneo haya ya Mombasa tupo katika maeneo ya Mwembe tayari ambapo zoezi hili linaendelea. Tumeweza kuandamana na chifu eneo hili kuweza kutathmini hali jinsi uh, uh, shughuli hii ama zoezi hili linavyoendelea, na tunaweza kupata kuwa kuna baadhi ya wanafunzi bado hawajaweza kwenda uh, shuleni, wengi wakisema kwamba ni kutokana na hali ya maisha na ukosefu wa karo uh, pamoja na sababu zingine. Lakini nipo na baadhi ya wazazi, labda nianze na huyu mzazi ukiwasonga hapa karibu, ukiwa na mtoto wako Tuambie labda wewe uh, unaitwa nani na changamoto ya kumpeleka mtoto shule imetokana na nini? kwa madina, kwa madina, naitwa Catherine Vivian Waweru. Mimi changamoto za kimaisha ni vile sina kazi, sina uwezo wa pesa kumpeleka mtoto wangu shule, maanake alikuwa ameitwa kwanza Vihiga, tukabadilisha akaitwa St Mary's Lwak Kisumu. Sasa nikiangalia hiyo listi hizo pesa na kulingana na maisha yangu, sina kazi na bwanangu pia hana kazi. Sasa miaka mitatu ndio hapo tumeshindwa, ndio tuko naye nyumbani mm. kwa sasa labda, umekusanya kibaba chochote, labda umefikia ama bado hujaweza? bado sijaweza maana yake nimegangana kuzunguka huku na kule, zile sponsorship tulikuwa tumeapply hatujapata mpaka leo mm. Serikali imesema kwamba ni sharti kila mwanafunzi akwende shule uh, unapania kufanya nini? maana umezunguka katika uh, uh, labda maafisi za serikali wa Hisani. Nimezunguka kwa Hisani, lakini wamesema hawawezi, hawa wamesaidia wengi, hawawezi ndio maana mi siku ya leo niko naomba, kama kuna mtu ataweza kumsaidia mtoto wangu akaweze kuripoti. Maana yake naye nyumbani, anasoneneka moyo yani anakaa kuhuzunika, kwa nini mimi sijaenda na hadi pita eh. mm. Alipata alama ngapi? Alipata alama sitini. mm. Na labda ukizungumza naye anakueleza nini hasa? ye mwenye ananiambia, kwa nini mama naona wenzangu kwa status nikiangalia kwa simu yako, watoto wenzako wameenda, mimi niko nyumbani hapa sijaenda, kwa nini mi mfanyike hivyo? Lakini mi namtia moyo, naambia Mungu atakusaidia, utapata mfadhili, pesa zitalipwa na utaweza kusoma. Sasa labda unaweza kutueleza, labda tuambie, wenzako wameenda shule na we unatarajia nini hasa, ukizingatia kwamba hadi sasa. Mimi nina imani nitaenda shuleni kama kuna mtu anaweza jitokeza kunisaidia kwa sababu naona tu na sonene karon kika nyumbani. Nataka kuwa nini maishani? Nataka kuwa pediatrician as my first career and a second career as in like the said career. I want to be a journalist. Tuwacha, ni jiunge na, na chifu wa eneo hili Mombasa tayari. Labda mmekuwa uh, mkifanya zoezi hili, umesikia kilio cha baadhi ya wazazi, ni yapi ambayo labda mmeweza kukumbana nayo kufikia sasa, ukisema jina lako meweza. Naam, kwanza kwa majina naitwa Chifu Mohamed Musa, area chief wa Mombasa tayari, na nafikiri kama nyote mnavyojua ni kwamba rais aliweza kutoa amri ya kwamba watoto wote lazima waende shule. Tunaita 100% transition. Hii ni jambo tumekuwa tukifanya kila mwaka na si jambo geni, hata kuanzia juzi jana tumekuwa tukiwa katika shughuli hii, kuweza kuona kwamba watoto wote wameweza kwenda e, mashuleni. Hii ni katika hali ya kutayarisha e, maisha yao ya baadaye, na tunajua kwamba tukiwa nchi ambayo tuna maono ya kuweza kufika mbali, lazima tusiwache watoto wetu nyuma, ili kwamba wakapate kuingia katika kujua kusoma na kuandika, ili tuweze kutoka katika hili janga la umaskini ambayo tunaona sasa. Changamoto kubwa iliyoko ni kwamba wazazi wengi wanalalamika hali ya kiuchumi kidogo si nzuri, lakini vile vile sisi tunawatia moyo ili kwamba wakapate kujaribu wanavyoweza, na kuna eh, baadhi ya eh, marafiki ambao wamekaa katika mitaa ambao wameweza kusimama na baadhi ya ma, eh, wazazi. Na tumeweza kuona kwamba kuna wazazi wengine watoto wao wameweza kupelekwa mashuleni. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo ingeweza kutoa shukurani kubwa kwa kila mmoja ambaye aliweza kujitolea kwa hali na mali kuweza kuona mtoto ambaye si wake ameweza kwenda shuleni. Mmoja wapo wa fadhili ambayo kama wengi mnavyojua ni familia ya mwenda zake e, Mombasa Cement wamekuwa wakitoa basari kwa wanafunzi wana, wana ili kuona kwamba wameenda katika wamejiunga na mashule ya grade 10. Na, labda mkizunguka um, jana na leo uh, wazazi wanaambia nini kando na ukosefu kuna, kama, wa kuna wengine wanasema kwamba kuna baadhi ya wazazi pia hawachukuli swala hili kwa umakini. Nafikiri hilo kama kulingana na hali yetu hapa tunavyojua, Mombasa tunajua hii ilikuwa ni mji wa starehe, lakini imefika wakati ambapo tunaamsha wazazi wetu ili kuanze kuacha mambo ya starehe, mambo ya marungi, mambo ya miraa ili kuweza kufocus na kuweza kuelimisha watoto wetu, tukijua hii ndio urathi ambayo tunawachia watoto wetu. Mara nyingi tunaona kwamba wazazi wengi walikuwa na ile interest, lakini kupitia baraza ambayo tumekuwa tukiziweka na kuongea nao tunaona kwamba wameweza kuichukulia positive na kila mmoja hajaachwa nyuma. Ni kwamba tunahakikisha kila mmoja anampeleka mtoto wake e, kwa e, shule ili kwamba kapate kujoin hiyo e, grade 10. Vilevile nafikiri kama umeweza kupita ndani ya Mombe tayari CBD, utaweza kuona kulikuwa na wale omba omba, lakini leo hii ukipita unaona kwamba maake nimewaita nimeongea nao, na wengi wao wameenda mashuleni. Wale ambao unaona wakibishia watu madirisha wakiombaomba tumeita wazazi, na tukiwaeleza kwamba ni kinaga ubaga kwamba lazima wao pia waungane katika hii safari. Nafikiri meweza kuambia kwamba tunaelekea Singapore, na Singapore hatuwezi acha mtu yote nyuma, ili ili twende Singapore, ni kwamba kila mmoja apate kujua kusoma na kuandika, na safari imeanza leo. Nafikiri kuna wazazi wengine, kuna baadhi ya wazazi ndio inasemekana kwamba hadi sasa hawajaweza, wako na karo, lakini wakipeleka shuleni eh, karo hazitoshi, wanaregesha shuleni. Na walimu wakuu, mmepatana na visa kama hivi? Naam, kwa kweli tumeweza kupitana na visa kama hivyo, na mara nyingi mimi mwenyewe personally nimeenda katika hizi mashule na kuweza kuongea na baadhi ya uh, wakuu wa shule ili kuweza kulegeza zile masharti na kuweza kuona kwamba mtoto anajiunga na shule kwanza, alafu mengine ataweza kufata baadaye. Si muhimu sana kuwa na ile rim, japo ni muhimu kivingine, lakini wacha mtoto afike kwanza, apate kuingia darasani. Mambo mengine tutaweza ng'ang'ana kama jamii ili tuweze kumletea baadaye na kuweza kutekeleza baadaye. Asante sana, ni chifu wa eneo hili la Mwembe Tayari kizungumza nasi moja kwa moja, na ni hali halisi katika eneo hili. Tutazidi kufuatilia kwa karibu, na pia tuweze kuwaeleza watazamaji wetu katika taarifa zetu za baadaye. Wazazi wako hapa, watoto wako hapa, lakini baadhi ya watoto wamekosa kwenda shule kutokana na ukosefu wa karo. Na zoezi hili linaendelea hii leo na linatazamiwa kukamilika hapo kesho. Kutoka kaunti Mombasa na kuregesha kwake, Mashirima Kapombe, kwa taarifa zaidi.